Kama bado unateseka na bawasiri, sikiliza maswali haya matatu kwanza, yatakufungua macho, lakini pia swali la tatu ndio hili huwa linaua watu wengi kimya kimya. Na swali la kwanza, je, unakunywa maji ya kutosha kila siku? Lengo la kutumia maji ya kutosha na upungufu wa maji mengi inasababisha choo chako kiweze kuwa kigumu, kisha kuwa kigumu na utasababisha wewe uweze kusukuma kwa nguvu. Sasa ukishasukuma kwa nguvu, hapo ndo unapoanza kutengeneza Bawasiri. Lakini namba mbili, unakaa muda mrefu bila kujua unaharibu nini? E, unakaa muda mrefu bila kupata choo, unakaa muda mrefu unaharisha, unakaa muda mrefu kwa kupata choo kigumu, haujui unachoharibu ndugu yangu. Ukiwa na dalili hizo kwa muda mrefu, unaharibu mishipa ya damu inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa, na hii ndio huwa inasababisha bawasiri yako ishindwe kupotea. Na hapa wengi huwa amwelewi nini cha kufanya kuweza kuondokana na changamoto hiyo, ndio maana unakuta unatumia dawa nyingi, umefanya operation lakini changamoto iko pale pale. Lakini mwisho, kwa nini bawasiri yako haiponi hata baada ya dawa hata baada ya operation? Hilo ni swali namba ngapi? Swali namba tatu sasa Chanzo kikubwa cha bawasiri ni mishipa ya damu inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa A, mishipa ya damu inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa ikishakuwa dhaifu, ikipata pressure yote, inasababisha chocha damu, inasababisha uvimbe, inasababisha maumivu makali, inasababisha kuhisi kwenye ile njia pameweza kuziba. Ndio maana mara nyingi unapotumia dawa kutoka kwetu, lazima hakikisha inatibu mishipa eh, pailekea ni package ya dawa tatu ambazo unatumia kwa 30 ndani ya siku 30 zinazoimarisha mishipa ndio maana ni rahisi sana kupona changamoto ya vidonda uh, changamoto ya bawasidi. Wasiana dokta Jimi uh, tupo Mwanza mikoani, tunaagiza kwa basi au uh, ndege kuweza kupata dawa hizi karibu.